Video mbalimbali zimesambaa mitandaoni zikiwaonyesha wasimamizi wa uchaguzi wakijaza karatasi za kupigia wao wenyewe huku baadhi yao wakisema wazi kuwa wametumwa kumuibia kura mgombea wa chama tawala. Huu ni uchaguzi wa Oktoba 2025 ambao Rais Samia Suluhu Hassan alijishindia asilimia 98, 98 ya kura zote. Wapo waliokubali kazi hiyo ya wizi na kupokea malipo ila walipofika kwenye karatasi walichagua wagombea wengine na si wa chama tawala. Mengi jionee mwenyewe kwenye video hizi. So ati si tunakesha po, yaani hey, hey! <coughs> <coughs> <coughs> Hey! Viwanja vyote vimejaa mpaka huku mm. Buda dadeki <coughs> nah, huko mna bumbabumba matokeo ya uchaguzi

osha maliza kubumba bumba. Samahani sisi tumefanya hivi, alafu anatwambia tusiweke hivi hapa. Akuchasia natafuta kijana moja hivi, uko wapi? kijana washuwarezu ah, jamani wa Tanzania kama kinachotokea pondo kumbavu anafanyaga sisehemu miaka yote hmm? Hapa tumetoka vituo vya kupigia kura, mtu anakuja na kura ishirini. Nafika hapa viboksi vinafunguliwa vyote, nawaza kutolewa kura moja moja Alafu mnajaza mnavyotaka nyie, yani. Alafu mnaweka matokeo mnayojisikia nyie, yani afu yaipingwu yani, alafu yani. Kesho mnasomewa o oh, mara rais kapata kule elfu arobaini yaani watu ni wengi mpaka kule, jamani! Hapo ofisi ya kata ana kata, matokeo anavyopanga, angalia tu matokeo anavyopanga.